Ya, mina nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kwa kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia, tayari tumekusha ingiza mguu mmoja, kwa sababu tuna tuna uzefu na mashindano haya na stress, ni kama hii ilisha, ilishawahi kutukuta ilishawahi kutukuta ya. Kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama hayo, kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho. Ya, ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli tatu. Kitu cha kwanza kabisa, tunahitaji tuna tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kurudisha tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Ya, nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya, ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo kama alivyosema tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya, na tuweze kupata kupata tuzo kama hizi ambazo ziko mbele yetu, kweli. Na nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana, ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika dakika 90, lazima moment zote zilivywepo. Kuna kipindi uta mpinzani atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza, kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi, tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza tuliweza kuweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Ya swala la nangu iko vizuri eh, bajabiri kishaanza mazoezi sasa hivi ni swala so tu la kutafuta fitness level yake lakini tayari majeraha yameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. E, kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji e, tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wa kesho e. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea e, mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu e, tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili. Eh, utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya tume, tume katika, katika wiki nzima mm. Kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita, walimu wamejaribu ku, kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika, katika mchezo huu. Mchezo huu eh, utakuwa ni mchezo mzuri, na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu, ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. Uh, tunaongoza goli tatu ambazo tumezipata katika mchezo uliopita dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita na hizi ni dakika 90 mpya. Eh, tunajua mchezo wa mpira jinsi ulivyo na ndio maana tulikwenda katika vionjo vya mazoezi kufanya maandalizi kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika tisini nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini, umakini wa hali ya juu. E, kwa hiyo sisi tumejiandaa, tumejiandaa vizuri kuhakikisha tuna, tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika katika hatua ya makundi kwa kwa kishindo kikubwa kwa sababu E, kutokana na miaka mingine yote iliyopita tu kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi zinakuwa ziko tofauti na, na hii ambayo tuko tunaongoza, tunaongoza goli tatu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, tumejiandaa vizuri mimi binafsi binafsi, e, kama ulivyouliza, nimekuwa nime katika, katika kinyang'anyiro cha tuzo e, kitu cha kwanza ambacho mimi huaga na kifanya ni kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na tunafanya vizuri na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuja yanakuwa mbele, alafu mimi nafuata nyuma. Kama nilivyotangulia kusema kwamba eh, mchezo wa kwanza tuliweza kucheza tukashinda goli tatu kwa kwa kwa sifuri e, eh, hatukuweza kuruhusu goli, lakini kulikuwa na makosa mengi tumeweza kuyafanya, hususan eh, katika katika defensive tuliweza kufanya makosa mengi. Kwa hiyo yale makosa ambayo yote tuliyoyafanya ingawa tulikuwa tujaruhusu goli, walimu waliweza kuona, na ndio maana tukarudi katika viwanja vya mazoezi kuyafanyia kazi ili kuweza kuyapunguza makosa yasiweze kuwa, kuwa mengi. Kwa hiyo na imani kutokana na mazoezi ambayo tumeyafanya na makosa yote ambayo tumeweza kurekebisha kutoka katika benchi letu la ufundi na imani, kwa hiyo na imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa utakuwa vizuri na yale makosa yote ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mchezo uliopita yote atakuwa yamepungua, yame na nadhani kwa upande wetu sisi mabeki utakuwa uko salama zaidi na tunawaachia eneo letu la, la ushambuliaji waweze kufanya kazi ya ziada ambayo, ile ambayo waloifanya iwe zaidi ya ile waloifanya katika mchezo uliopita. Fanyaktia uh, cha cha kwanza naweza kusema kwamba uh, ni nyakati ngumu na ni kazi ngumu uh, kuiongoza timu kubwa yenye mashabiki wengi Tanzania katika mashindano kama haya. Kwa hiyo jukumu hilo mimi binafsi nimelibeba na liko katika, katika mgongo wangu kuhakikisha kila hatua tunayofikia tuna, tuna, tuna tuweze kufanya vizuri e, ili kuweza kufikia yale malengo ambayo ya klabu na mashabiki na wanachama wote wa Simba wamejiwekea katika msimu huu. Kwa hiyo najua na majukumu mazito e, yapo katika mgongo wangu na niko tayari kuyabeba kuhakikisha kile ambacho tunakihitaji kiweze kufanikiwa. Eh, nimekuwa katika misimu mingi na nimekuwa na mafundisho, nimepata kufundishwa na walimu mbalimbali. Kila mwalimu anapokuja, anakuwa na na filosofi yake na anakupa majukumu mapya ambayo wewe unatakiwa kuyafanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo naweza kusema kwamba eh, msimu huu kuna majukumu mengine mapya ambayo nime, nimeweza kupewa, na naweza kusema kadri mazoezi tunavyozidi kufanya mazoezi. Kwa hiyo yale majukumu ambayo nimepewa naendelea na kuyatekeleza vizuri na imani baada ya, ya wiki kadhaa itakuwa ni asilimia mia. E, nitakuwa na nayatekeleza vile mwalimu anavyo anavyotaka. E, utofauti upo, tofauti upo kwa sababu aina ya, ya uchezaji inakuwa ni, ni mpya na, na vile vitu ambavyo tunavyofundishwa ni, ni vipya, kwa hiyo na imani kwamba uchezaji utaonekana ni mpya kwangu mimi na majukumu nitakayokuwa nayafanya ndani ya uwanja atakuwa ni mapya. Kwa hiyo e, nachowaomba mashabiki, viongozi, e, wanachama wote waweze kuwa tayari kuona hivyo vitu vipya na majukumu mapya ambayo niko na